Mahakama ya Wilaya Chunya mkoa Mbeya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Anthony Anosisye Mwangop Mwangaka mwenye umri wa miaka 53, huyu ni mkazi wa Mbugani wilaya Chunya. Huyu amehukumiwa kwa kosa la kumbaka na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9. Mtumiwa huyu, uh, alifikishwa mahakamani na hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya Chunya James Mhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza Machi 5 mwaka 2025. Kwa hiyo mshtakiwa alitenda kosa hilo Disemba mwaka 2017 mwaka 2024 katika kijiji cha Mbugani wilayani Chunya, na alikamatwa Disemba 22 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitoa tiari kosa kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Mama mzazi wa mhanga alibaini tukio hilo wakati akifunga kila kila kifanya taratibu za kuu. Na kumosha mtoto baada ya kukuta mtoto yuko katika hali ya kuharibika ndipo ndipo aliweza kutoa taarifa kituo cha polisi. Tunamshukuru sana Mama Mwanga akuweza kuona uhalifu katika kuficha tukio hili na ndipo hatua za haraka zilichukuliwa na jeshi la polisi, hatimaye mtu huyo kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba kwenye eneo hili, eh, utoaji wa taarifa za haraka kwenye kituo cha polisi kifanyike, tunaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mtumio mwingine huko kwa ile ya Chunya amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Huyu ni Saidi Kombo Kandonga miaka 60 mkazi wa Kibaoni Wilaya Chunya kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka nane. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu msaidizi wa mahakama ya Wilaya Chunya James Mhanuzi, na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Majabu Tengeneza, ambayo imetolewa Aprili 1 mwaka 2025. Mshtakiwa alitenda kosa hilo Septemba 16 mwaka 2024 katika kijiji cha Kibaoni Wilaya Chunya na alikamatwa Oktoba 2 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa kosa hili la kubaka. Kule wilaya ya Kyela pia eh, tumiwa Joachim Isaac Simkoko miaka 40 mkazi wa kijiji cha Kasumuru wilayani Kyela Mbeya, huyo amehukumiwa kifungo cha miaka kumi jela kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi imetolewa na hakimu wa mahakama ya wilaya ya Kera Mheshimiwa Paul Barnabas tarehe 28 Machi mwaka 2025, chini ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bihemo Maengera. Na akiwa akisoma hukumu hiyo Mheshimiwa hakimu Barnabas alisema kuwa kwa mujibu wa hicho kifungu ambacho kinakataza makosa haya ya kujihusisha na madawa ya kulevya, inaonekana kabisa huyu mtumiwa ni kweli, ushahidi uliotolewa anahusika na kulevya na hivyo, pata adhabu hivyo alipaswa sasa kupata hii aliawkuatadhau hi Uswege anaitwa Emmanuel Uswege Magafu mwenye umri wa miaka thelathini. Huyu ni Mkristo na Nyakyusa, mkazi wa kijiji cha Busare kata ya Busare. Huyu amehukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kwa kosa la shambulio la aibu. Mtumiwa huyu alitenda kosa hilo katika eh, kijiji hicho na baada ya tukio hilo jeshi la polisi aliweza kumkamata na kumfikisha mahakamani, na mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa nne, kwa maana ya jana, mwaka huu hukumu eh, iliweza kusomwa mbele ya hakimu Mjao na akapatikana mshtakiwa akapatikana na hatia ya kosa hilo, kwa sababu kosa hilo alitenda tarehe kumi na sita mwaka, mwaka huu Januari 2025 baada na awili, ya kukutwa akiwa na watoto wawili huku mmoja akifanyia vitendo vya mzalisho na kufanyia vitendo vya shambulio. Kwa hiyo hukumu hii imesomwa na Mheshimiwa Hakimu Njau mbele ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi BM wa Maengera, ndipo alipoweza kufikia hatua ya kumsomea kifungo hicho cha miaka 20 jela. Kwa hiyo bado naendelea kuhimiza kwenye makosa haya ya sisi jeshi ya polisi tutaendelea kupambana na watuhumiwa pamoja na wale wote ambao wana tabia hizo ili kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama.